Mwaka elfu mbili kumi na sita serikali ya Kenya ilipitisha sheria ya kuwataka wavuvi kutumia mbinu za kisasa kuvua samaki, hili likiibua changamoto miongoni mwa wavuvi, hasa kaunti ya Lamu. Abubakar Muhammad Twalib ni mwenyekiti wa fukwe eneo la Amu. Mkano baharini, deep sea, hata wavuvi wenyewe pia wanaukubali, haufai ni madhara, lakini uwezo ukaja uwe ukaja ukanishika mimi na mkano, niko kwenye mangrove huku ndani, umeona kwa sababu ni kitu ninakitumia kwa, kwa usarifu bila kukata mono. Sasa kule zakatwa kweli, kwa sababu ni dip zimeshikwa na mawe, munazikata munaenda zenu munaziwacha, lakini huku maji madogo haiwezekani. kama hiyo hiyo juu ya pia huwezi kuliharamisha, ni kukaa na wananchi na wavuvu usika, ikaengezwa zile macho yake ya kushikia samaki, ile si anafanywa madogo kidogo, yakaengezwa Aldun Raya anapendelea mbinu za kale za uvuvi na zaamini hazina athari yote, ila serikali ya Kenya imekuwa ikiruhusu uvuvi kutoka nje ya nje kutumia mbinu haramu, lawama wakibeba wavuvi hasa kutoka kaunti ya Lamu. Sisi tunatumia uvuvi halali, uvuvi ambao kutoka babu zetu wazalio ni uvuvi huo, na tutatambua uvuvi huo, lakini huu mwingine sisi hatujui wala hatuitaki, lakini iwapo serikali itakuja na mbinu mbadala wa hizo tunaweza kuzingatia. Wanaharakati kama vile Faisal Miji wow. wao wana maoni tofauti, wanasitiza wavuvi shati wasonge na wakati. Kitu ambacho hakibadiliki katika maisha ni mabadiliko yenyewe. Kwa hivyo ikiwa hali ya maisha imebadilika na kumetoka njia bora zaidi za uvuvi, ni wavuvi wetu wafahamishwe na waweze kuelezwa, wapewe ufahamu kwamba uvuvi wa zamani wa neti zile zinaharibu bahari na zinachukua samaki wadogo, na hii ni kwa manufaa yetu, lakini ni wafahamishwe. Wakifahamishwa wakisaidiwa na that information, wapewe vifaa, maanake huwezi mkataza mtu kifaa hiki na hujampatia option. Lakini ukimnyima hiki, umpatie option kwamba usitumie hii, tumia hii, na faida yake ni hizi. Wanavyosema wavuvi kutoka Lamu hawana tatizo na kukumbatia mbinu za kisasa za uvuvi. Wanachosema, washirikishwe na wao wanasema hawana tatizo kuendelea kutumia mbinu za kale maana hazina madhara kwa mujibu wao. Benson Wakoli, RFI Kiswahili, Lamu County.